Kaila. Yes. Kaila. Kaila. Baba makubwa, vipi nzuri, kulikoni nini tena, mkanda ufungu hivyo, ndugu yangu? Basi basb tufunge mkanda, sio ah, siyo hivi sasa, nipofunga mimi, angalia wanafungaje hivi, sio hivi, sio hivi, sasa utakuja kufa kujikinga na ajali? Hapana, sio nipofunga hey. mimi huku eh, kwanza ile kwa, le kwa, kwa suruali ah, huo huo ni kafa. Hapana, sio gari. Pole. Ndio, ndio, asante. Ulipo, ulipo huu mkana wenye wenye wenye wenye unakuelekeza unakuelekeza, na hapo unafunga huko. Sasa hivi huko sintayumba hapo nimekaa sawa. Sasa sasa sasa, ndio nafunga mkanda. Ngoja, hapana. Kwa kwa kwa kwa ajili ya kunywa maji maji. Asante, asante. Na na na na, sana sana sana sana. Kama huduma nzuri. Ziko ziko vizuri, vizuri. Eh, eh unaona basi ni. Yaani sitapanda gari tena. Hizi kupanda ana sisi kukosea bana hivi, hilo sana. Asante. Mwenyezi Mungu akupatie kheri. Hakuna shida.